Mungu mwenyewe alipofanya kazi kwa muda wa siku sita, siku ya saba akaamua kufanyaje? Kupumuzika. Kwani sisi tuna wajibu wa kuweza kufanya kazi kwa muda wa siku sita, na siku ya saba tupumuzike, tukiwa tumefanya tumefanya kazi. Kuna watu wanasema kwamba sifanya kazi, asifanyaje, asile. Kwa hiyo ni wajibu wa kila mmoja kuweza kufanya kazi kwa muda wa siku sita akifanya kwa muda wa siku sita, siku ya saba afanyaje? Anapumzika. Tusie tunakaa tu bila kufanya kazi, ni dhambi mbele za Mungu. Na hata wazazi, inatubili tuweze kuwafundisha watoto wetu kazi za mikono, maana ndio wajibu wa wazazi. Tunamwona hata Yesu kipindi akiwa mtoto mdogo, ali, alifanya kazi za mikono wakati wake haujafika wa kwanza kuhubiri. Tunaona alikuwa fundi nani? Selemara, Selema. Selema. Na kipindi hicho Wayahudi, Myahudi yoyote ambaye alikuwa amfundishi mtoto wake kazi alikuwa enda kinyume na utaratibu wa sheria za Kiyahudi kwao. Hata sisi inabidi hata kama pale nyumbani muweze kuwapatia kazi za kufanya na peke ikiwezekana kama eneo linatosha, mafundi atakulima hata bustani wakitoka shule ile jioni, wanalima na mabudia. Ndio utaratibu ambao Mungu anapenda, sio watoto wakaikae tu bila kazi. Wasikia wazazi, eh, nafikia wakati tunakuwa na maombaomba kila kambi, tunaomba kanisa mtu achangie, kila kambi tunakuwa maomba maomba, sio vizuri. Na bibi nikifika kambi, kila mmoja anachake mfukoni, anaenda kambi Bwana mwema wakati wote. Kabla tujaanza somo, naomba kwanza tuangalia nabii anavyosema. Heshima ya kazi ilikuwa kusudi la Mungu kupunguza madhara yaliyosababishwa na uasi wa mwanadamu kwa njia ya kazi za kutoa jasho majaribu ya shetani yanakosa nguvu na mkondo wa uovu unazuiwa. Na ingawa ina ma, ina ma, inaandamana na mashaka, uchovu na maumivu, kazi ni chanzo cha furaha na maendeleo na ni kinga dhidi ya majaribu.